Visima vitano vimechimbwa katika jimbo la Chamwino, Makoje, Chinangali moja, Gwandi, Mbele Zungu na Mapanga, lakini na jimbo la Mvumi kwa vijiji vya Igandu, Mkwenda, Kazaro, Chimwaga na Mpoyungu. lengo la mradi lengo la mradi ni kutekeleza azma ya serikali ya kuondoa changamoto kupata ya kupata huduma ya maji safi na salama na kuhakikisha wananchi wanapata maji safi na salama. Mradi huu unatarajiwa kunufaisha wananchi wapatao 44,311 katika vijiji kumi. Kwa kijiji cha Chinangali moja, jumla ya wananchi 3,773 watanufaika na hivyo kuwapunguzia changamoto ya wa kuchota maji kwenye mabwawa na visima vya kienyeji vilivyokuwa vinapatikana kwa umbali wa kilomita 4 a viongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka huu 2025, mimi niongezee pale ambapo diwani alianza kusema hapa. Tulipo wananchi hawa unaowaona hawakuwahi kuyaona maji safi na salama kabla ya mradi huu. <laughs> Kumekuwa kuna jitihada za ja miaka nenda miaka rudi za ja kuweza kuchimba visima hapa, lakini jitihada hizo zilikuwa zinashindikana na maji yakawa hayapatikana. Wananchi hawa walikuwa wanapata maji mbali sana kutoka hapa, lakini leo hii baada ya kumwomba Daktari Samia Suluhu Hassan kwamba na wana Chinangali nao waingizwe katika mradi wa visima hivi mia tisa aliridhia rais wetu baada ya we ya nini kupeleka ombi hili, na leo hii mradi huu unauona hapa ni mkombozi mkubwa kwa wananchi hawa ambao wako hapa. Mheshimiwa ndugu kilogoziambila za mwenge kitaifa mwaka elfu mbili ishirini na tano sasa tunaukaribisha weze kuwasamania wananchi, lakini pia utoe maelekezo mahususi ya ndani na ikikupeleza uweze kutuwekea jiwe la msingi. Karibu mwenge uhuru ye Chinangali oye Mheshimiwa e Mbunge zapi, zapi. Mheshimiwa mkuu wa wilaya oye, oye. Mheshimiwa mkuu wa wilaya Chamwino, kwa wajumbe ya kamati ya usalama wilaya iliyopo, natambua uwepo wa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya hii ambaye ameongozana na viongozi wa vyama vya kisiasa vilivyopo ndani ya wilaya hii, pida kupata mradi huu kwa maji safi na salama, naomba ipigieni makofi mengi sana ndugu wangu, na haya ndio mafanikio ya Daktari Samia Suluhu Hassan na ndiyo malengo ya kusaidia wananchi wa taifa hili. Ndugu zangu wananchi na ndugu viongozi, Mheshimiwa mbunge amesema hapa, lakini Mheshimiwa diwani pia amesema na ameshukuru maendeleo mbalimbali. Kwa kweli hizi ndio jitihada ambazo viongozi wetu wa serikali hii inayosimamiwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, jinsi anakueleza maendeleo, lakini jinsi kutuwakilisha katika vyombo mbalimbali vya kutoa maamuzi Mheshimiwa mbunge katika Baraza la Madiwani, lakini Mheshimiwa mbunge na yeye katika Bunge la Jamhuri ya Muungano Tanzania. Naomba wapigieni makofi mengi sana. <laughs> Wananchi na ndugu viongozi, kwa kweli mimi leo, siku hii ya leo, kwa kweli nimefarajika sana. Maana yake tunaendelea kupa heshima mwenge wetu wa Uhuru, lakini pia tunaendelea kufuata na kujihamasisha juu ya suala zima ambayo baba taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wakati akiupandisha huu mwenge wetu wa uhuru juu ya mlima Kilimanjaro. Leo hii tunajionea matumaini maeneo haya, lakini tunajionea upendo na heshima katika maeneo haya ambayo wananchi wetu hawa muda mrefu walikuwa wanasubiri matumaini hayo, walikuwa wanasubiri furaha hizo, lakini kutokana na mapenzi da ya Daktari Samia Suluhu Hassan juu ya mwenge wetu wa uhuru, kwa kweli leo tunakuja kuonyesha furaha na upendo na matumaini kwa wana Chinangali Chinangali. ye yeah, yeah. Safi baada ya kusema hayo, mheshimiwa Mkoelaya, mimi kipekee ni washukuru sana ndugu zangu wa RUWASA kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya. Kwa kweli mimi niwashukuru sana na naomba wapigeni makofi mengi sana RUWASA. Mheshimiwa Mkoelaya na ndugu viongozi na ndugu wananchi, nchi hawa wenzetu wamekuwa wakifanya kazi kubwa, kazi ya kuhakikisha wanaweka maji safi na salama katika vijiji vyetu, sio kazi ndogo maana wananchi wetu wamesubiri kwa muda mrefu, lakini leo hii kwa mapenzi walio nayo hawa wenzetu na uzalendo walionao wa kwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kweli leo hii wametujengea kituo ambacho wa kina uimara kina ubora na kinafata vigezo na sifa zote za kutumia wananchi wetu katika eneo hili, kwa kweli sisi tunawashukuru sana. Naendeleeni kumuunga mkono Daktari Samia Suluhu Hassan juu ya kuhakikisha mnaletea maendeleo mazuri kwa wananchi wao. Ombi langu ndio wananchi wa eneo hili la Chinangali. Endeleeni kutunza miundombinu hii ya maji katika maeneo yenu, lakini endeleeni kuthamini jitihada zinazofanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan juu ya kuwaletea maendeleo katika maeneo yenu. Leo hii tunaenda kuondoza changamoto hii ya maji ambayo muda mrefu kupitia pia documentary pale mumeeleza changamoto wakati wa nyuma na sasa hivi tunatumia maji safi na salama bila wasiwasi aina yoyote. Lakini naendelee kwa kuwashukuru viongozi wa serikali ya wilaya kwa kusimamia teno miradi ya maendeleo ili wananchi wetu hawa waweze kufikia malengo yao na kupata maendeleo mazuri katika maeneo yao. Kwa kweli mheshimiwa kwe mkuelaya mimi na kushukuru. Na baada ya kusema hayo, mimi pamoja na vijana wenzangu sita tuliopewa dhamana ya kukimbiza Mwenge huo wa Uhuru ndani ya halmashauri 195 mia moja tisini na tano kwa kweli, tumekagua mradi huu, tumeridhishwa na ubora wa ujenzi wa mradi huu na tumeridhishwa na viwango ambavyo vimetumika ndani ya mradi huu na fedha ambayo imetumika katika mradi huu. Kwa kweli, tunawashukuru sana na hongereni sana wenzetu wa RUWASA, na tunasema kwamba tunawahakikishia wananchi wa eneo hili, mradi huu uko salama, kuna ubora na viwango vyote, na Mwenge wa Uhuru umeridhia kuweka jiwe la msingi katika mradi huu wa minta.